Ni matumaini yangu ubuheri wa afya, na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Langu jina ni Desdery Moses. Mifumo ya upepo inaonyesha kuwa upepo wa wastani unatarajiwa katika maeneo mbalimbali hapa nchini, huku hali ya bahari ikitarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Usiku wa leo, ndugu mtazamaji, matarajio yetu kwa maeneo ya visiwa vya Unguja na Pemba, inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na maeneo ya Lindi na Mtwara, inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na mvua katika maeneo machache. Na maeneo mengine ya nchi yaliyosalia ndugu mtazamaji, inatarajiwa kuwa makavu kwa ujumla. Hali ya baridi itarajiwa kuendelea kushamiri hususan katika maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, ambapo kiwango cha chini zaidi cha joto kinatarajiwa kwenye joto 9 katika mkoa wa Njombe. Na kwa hapo kesho, ni matarajio tukuwa maeneo ya mkoa wa Kagera pamoja na mkoa wa Mara, inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi mvua inaoambatana na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua maeneo ya visiwa vya Unguja na Pemba. Hali kadhalika mkoa wa Lindi pamoja na mkoa wa Mtwara inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo mengine ya nchi alosalia, ndugu mtazamaji, inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, kiasi na vipindi virefu vya jua. Na sasa karibu tuangazie utabiri wa hali ya hewa wa siku nne zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Dar es Salaam inatarajiwa kuwa na vipindi vya mvua nyepesi pamoja na vipindi vya mvua. Wakati kwa mkoa wa Dodoma, vipindi vya jua vinatarajiwa kuonekana katika siku nne zijazo, na hali hii inatarajiwa pia katika mkoa wa Mwanza. Ndani ya siku nne zijazo, vipindi vya jua vinatarajiwa. Hali kadhalika katika mkoa wa Kilimanjaro, vipindi vya jua vinatarajiwa. Hali hii inaendelea kujitokeza katika maeneo ya mkoa wa Mbeya, vipindi vya jua navyo vinatarajiwa kuendelea kuonekana katika mkoa wa Morogoro. Kwa upande wa mkoa wa Arusha, vipindi vya jua bado vinaendelea kuonekana katika siku nne zijazo. kutoka mamlaka ya hali ya Tanzania tuna la ziada. Hadi wakati mwingine, asante.